Kitabu cha Yudithi sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Mungu ni mwema wapendwa, naitwa Mwalimu Petro ninayofuraha kuwakaribisha ikiwa ni siku nyingine tena nzuri ambayo Mungu anatupa kukutana katika kipindi chetu cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Karibuni sana wapendwa, unaweza ukaandaa Biblia yako karibu ili tunaposoma, na kawa unafuatilizia kwenye Biblia yako na mistari ambayo utakuwa unaielewa zaidi na inakugusa kwa upekee. Mara zote nimekuwa nikikueleza na sitoacha kukueleza mahali hapo unapoguswa zaidi pindi unaposoma neno la Mungu au unapopata kupaelewa zaidi kuliko habari nyingine ulizosoma, jua hapo ndipo Mungu anaongea na wewe kwa wakati huo, usipapuzie. Lakini pia wapendwa, kuna wengine huwa wanapatwa changamoto anaposoma Biblia, anasema mimi nikisoma sielewi kitu, hivyo anakata tamaa naacha. Mtu wa Mungu usiache, rudia naendelea tena kusoma, na ukiona inaendelea hiyo hali tafuta msaada kwa wahudumu wa kiroho ili uhudumiwe uwekwe sawa kifikra na kiakili na kimoyo, ili uwe huru kulielewa neno la Mungu, maana hili ndiyo uzima wetu, maana ndani yake lina Kristo. Tusali tuanze rasmi siku ya leo usomaji. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, karibu tuangazie katika mwanga wako, tuwezeshe kulielewa neno la Mungu, maana we peke yako ndiye mwalimu kiongozi wetu katika jina la baba mwana na roho mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, katika sura ya kumi na moja ya Yudithi tutaangalia juu ya mazungumzo kati ya Holofene na Yudithi. Naam, na katika sura ya kumi na mbili tutaangalia mambo mawili tu, la kwanza tutaangalia juu ya Yudithi anabaki katika kambi la maadui, na la pili tutaangalia karamu ya Holofene. Tuungane tuanze rasmi usomaji Sura ya kumi na moja. Holofeni akamwambia bibi, jipe moyo, usiwe na hofu moyoni mwako, maana mimi sijamtendea mabaya mtu yoyote aliyekubali kumtumikia Nebukadreza mfalme wa dunia yote. Na kama watu wenu wa nchi ya milimani wasinga lidharau ni singaliinua mkuki wangu juu yao maana wamejipatia mambo yao hao wenyewe sasa niambie kwa nini uliwatoroka ukaja kwetu nao umekuja kujiokoa jipe moyo utaishi usiku huu na siku zijazo wala hakuna atakaye kutenda mabaya sisi sote tutakutendea mema kama watendewavyo watumishi wa mfalme Nebukadreza, bwana wangu. Yudithi akamwambia, uyapokee maneno ya mtumishi wako, mjakazi wako na aseme mbele yako, nami sitamwambia bwana wangu uongo usiku huu, na kama ukiyafuata maneno ya mjakazi wako Mungu atakus Mungu atatufikilizia kila jambo sawasawa sawa, wala bwana wangu hatakosa makusudi yake. Kama Nebukadreza mfalme wa dunia yote aishivyo na kama enzi yake kama Nebukadreza mfalme wa dunia yote aishivyo na kama enzi yake aishivyo ya aliyekupeleka kumlinda kumlindia viumbe vyote, si wanadamu tu wanaomtumikia kwako, ila hayawani na wanyama wafugwao na ndege za anga, wataishi kwa nguvu zako katika zamani za Nebukadreza na nyumba yake yote, maana tumeisikia habari za hekima yako na busara ya roho yako hata imejulikana katika nchi yote ya kuwa wewe peke yako huu jemedari hodari katika ufalme wote, mwenye maarifa mengi na waajabu katika matendo ya vita. Basi juu ya habari ile alio aliyoisema Kiaro barazani ni pako, tumeyasikia maneno yake maana watu wa Bethulia walimwokoa akawaeleza yote aliyoyasema mbele yao. Kwa hiyo, e bwana wangu usilidharau neno lake, bali liweke moyoni mwako, maana ni kuwa walimkosea Mungu wao na sasa kusudi bwana wangu asishindwe na kuukosa mradi wake, mauti itawaangukia, maana dhambi yao ambayo kwao watamkasirisha Mungu imekwisha kuwapata wakati watakapo watakapokosa, tangu chakula chako kilipoaishia, tangu chakula chako kilipoaishia na maji yao yote yaliyowatandikia wamefanya mashauri juu ya wanyama wao, kwamba wale vyakula vile vyote ambavyo Mungu aliwaagiza wasile. Wamekata shauri pia kutumia malimbuko ya ngano na sehemu za kumi za divai na mafuta walizo walizozitakasa na kuziweka kwa matumizi ya makuhani wasimamao usoni pa Mungu Yerusalemu, vitu ambavyo haiwapaswi watu wengine hata kuvigusa kwa mikono yao. Nao wamepeleka watu Yerusalemu kwa sababu huko pia walitenda hivyo, kuwaletea idhini kutoka barazani. Basi itakuwa watakapoletewa jibu na kulitimiza jambo hilo, siku hiyo hiyo watatolewa kuangamizwa. Kwa hiyo mimi mtumishi wako, nikiyajua hayo yote, nalikimbia kutoka mbele yao, naye Mungu amenituma kutenda pamoja nawe mambo yatakayoushangaza ulimwengu wote yaani wote watakaoyasikia. Maana mtumishi wako ni mcha Mungu, anamtumikia Mungu wa mbinguni mchana na usiku. Na sasa bwana wangu, nitakaa nani nami mtumishi wako nitatoka usiku kwenda bondeni kumwomba Mungu, naye ataniarifu watakapo wataka, watakapotenda dhambi zao ndipo nitakapokuja kukupa habari, nawe utatoka na jeshi lako lote, wala hatakuwepo hata mmoja atakaye kupinga. Nami nitakuongoza katikati ya Yuda, hata ufike Yerusalemu. Nitakuwekea kiti katikati ya mji, nawe utawa nawe utawasaka kama kondoo wasio na mchungaji wala hakuna hata mbwa atakaye kufunulia kinywa chake, maana naliambiwa mambo hayo kwa kufunuliwa, yakatangazwa kwangu, nikatumwa kukupa habari. Maneno yake yakapendeza usoni pa Holofene, na watumishi wake wote, wakaistajabia hekima yake wakasema Toka mwisho mmoja wa dunia hata mwisho mwingine, hakuna mwanamke huyu kwa uzuri wa uso na busara ya maneno. Holofeni akamwambia, Mungu alifanya vema kukupeleka mbele ya watu, ili nguvu iwe mikononi mwetu na maangamizo kwao waliomdharau bwana wangu nawe mzuri wa sura na udari wa maneno, na kama utafanya kama ulivyosema, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, nawe utakaa nyumbani mwa mfalme Nebukadreza na kusifiwa duniani mote. Sura ya kumi na mbili. Akaamuru apelekwe mezani, vilipoandikwa vyombo vyake vya fedha akaandaliwa chakula katika vyakula vyake yeye na kupewa mvinyo yake anywe. Yudithi akasema, la, sitakula hicho nisije nikakosa, bali chakula changu kitengenezwe kwa vitu vilivyokuja nilivyokuja navyo. Holofene akamwambia, lakini kama vile vitu ulivyo navyo vikipungua tutawezaje kukupatia vingine madhali kwetu hakuna mtu wa taifa lako? Yudithi akamwambia, Bwana wangu, roho yako ishivyo, mtumishi wako hata vimaliza vile vitu nilivyo navyo hata Bwana atimize kwa mkono wako, kwa mkono wangu yale mambo aliyo yakusudia. Watumishi wa Olofene wakampeleka hemani, akalala hata usiku wa manani. Hata wakati wa alfajiri, alituma mtu kwa Olofene kusema, sasa bwana wangu watoe amri, wamruhusu mtumishi wako aondoke akasali. Olofene akawaagiza walinzi wake wasimzuie. Akakaa kambini siku tatu, akiondoka kila siku kwenda katika bonde la Bethulia na kunawa kisimani. Alipotoka alimwomba Mungu wa Israeli aonyeshe njia yake apate kuwainua wana wa taifa lake. Akarudi ametakasika akakaa hemani hata alipokula chakula cha jioni. Ikatokea siku ya nne Holofene, aliwafanyia karamu watumishi wake mwenyewe tu wala kuwaalika maakida wake. Akamwambia Bagoa towashi aliyekuwa juu ya vitu vyake vyote, nenda sasa umshawishi yule bibi wa Kebrania aliyopo kwenu aje kwetu kula na kunywa pamoja nasi maana ni aibu kwetu tukimwacha mwanamke kama huyu aondoke bila kuzungumza naye, na kama tusipomkaribisha kwetu atatudharau. Bagoa akatoka mbele ya Olofeni, akamwendea akasema, msichana mwema, asiogope kumjia bwana wangu na kuheshimiwa mbele yake, na kunywa divai na kufurahia pamoja nasi na kuwa leo kama mmoja wa binti za wana wa Ashuru wanaohudumu katika nyumba ya Nebukadreza. Yudithi akamwambia, nami ni nani nimemkataa nani ni na, nami ni nani nimkatae bwana wangu? Yoyote apendezayo machoni pake nitafanya mara hii itakuwa furaha yangu hata siku ya kufa kwangu. Akaondoka akajipamba kwa mavazi na mapambo yote ya kike. Mjakazi wake akaenda akamtandikia ngozi karibu na Holofeni, ndipo ngozi alizopewa na Bagoa kwa matumizi yake ya kila siku ya kulia na kulalia. Yudithi akaingia akaketi moyo wa Olofene ukamfurahia na roho yake ikachochewa, akamwonea shauku sana, naye tangu siku ya kwanza aliyomwona alikuwa akitafuta nafasi ya kumbembeleza Olofene. Akamwambia, basi, unywe ufurahi pamoja nasi. Yudithi akasema, Bwana wangu, nitakunywa, maana nafsi yangu imetukuka ndani yangu leo kuliko siku yoyote tangu kuzaliwa kwangu. Akatoa vile vitu vilivyoandaliwa na mjakazi wake akala na kunywa mbele yake. Holofene akamfurahia sana, akanywa divai nyingi mno kuliko alivyokunywa kwa wakati mmoja katika siku yoyote tangu kuzaliwa kwake.